Leo chama chetu cha ADC kimepokea viongozi wa majimbo yote na wilaya zote za mkoa wa Shinyanga kutoka chama cha NCCR Mageuzi. Kwa hiyo unavyojua wilaya zake zote za Shinyanga na majimbo yote ndio viongozi tulionao hapa. Kwa kimsingi tumepata wanachama wa kutosha mkoa mzima na tumepata viongozi wa kutosha mkoa mzima, kwa sababu hao waliokuja hapa wamewawakilisha wenzao kwenye majimbo na wilaya o nipende kusema tu kwamba mkoa mzima wa Shinyanga, majimbo yote ya Shinyanga, viongozi wote walikuwa ni NCCR Mageuzi, leo wote wamehamia chama cha ADC. Lakini pia nataka niwaombe viongozi wengine wa vyama vingine, wananchi wa kawaida na wanachama wa kawaida walio tayari kujiunga na chama hiki, wakati ni huu. Hiki sasa hivi ndio chama kimbilio, hiki ndicho chama wanachokiona watu, ndio chama pekee cha upinzani kinachoweza kuleta nuru na baraka kwenye nchi hii. Kwa tuseme kwa Shinyanga sasa kumekucha, Shinyanga tulali, na naanza ziara ya mkoa mzima wa Shinyanga kwenye majimbo yote na kwenye wilaya zote. Mimi majina yangu naitwa Dismas Thomas ndiyekuwa mwenye katibu wa NCCR Mageuzi mabeuzi jimbo la Msalala. Kilichonifanya ni hana dakika chama hicho, kwanza chama hicho kinaonekana ni chama ambacho kimejificha kwenye mgongo wa chama cha mapinduzi moja. Basi nikaona kwamba hii ni CCM mdogo, nikaona haina maana ya kuendelea kubaki kwenye chama hicho ipo. Nikasubutu sasa nitafute chama ambacho italeta mabadiliko. Kwa jina naitwa Joyce Amos, nilikuwa mwenyekiti NCCR Mageuzi, kwa sasa hivi nimerudi ADC. Changamoto iliyonitoa kule huduma ilikuwa nzuri, ndio maana nimeona irudi kwenye elikto, nimeona hiki chama kitatutoa tupeleka hatua hii kwenda hatua nyingine. Mimi naitwa William Lucas Mahona, nilikuwa katibu wa NCCR Mageuzi, sasa nimehamia ADC. Kilichonifanya nihame ni kwamba chama hicho kilikuwa kula kikipata kinahamia kwa mtu mwingine kiko chini ya mgongo wa, wa chama kingine. Sasa nimeona nije kwenye hiki chama ambacho tutapata ukombozi eh. Kwa majina, mimi naitwa Daniel Juma Seba, nilikuwa katibu wa, wa chama cha NCCR Mageuzi jimbo la Shinyanga mjini. Kilichonitoa kilichon NCCR Mageuzi, moja changamoto ya wananchi haifuatiliwi. Pia viongozi wa, wa jimbo na kwa ujumla mkoa, msaada wao ulikuwa ni mdogo sana. Sasa sisi tunataka sisi maendeleo ya nchi pamoja na mkoa kwa ujumla. Sikwa maamuzi hayo, kabidi nichukua maamuzi ya kubadilisha chama haraka iwezekanavyo, ili tulete maendeleo kwa wananchi kama tulivyokubaliana kwamba tunatoka nyumba ya zamani, tunakuja kukaribishwa nyumba mpya. Kwa maana ya kwamba tunatoka NCCR Mageuzi sasa tunakuja ADC ambako ndiko inakopatikana dira.